Yes uh, tuko jijini Mbeya, Tanzania, kwenye jimbo kuu la Mbeya na mbele yangu niko na katibu wa jimbo la Mbeya kanisa la Baptist Tanzania. Leo kumekuwa na semina. Katibu, kwanza jitambulishe jina lako na nini dhima ya, ya semina hii ambayo iko mahali hapa. Asante mm. Jina langu naitwa Mchungaji Green Ngusa, ni katibu wa jimbo kuu la Mbeya, ndio. Uh, semina hii ni semina za kawaida za kujengea uwezo viongozi ndani ya jimbo. Kwa hiyo tulikuwa na kujengea uwezo uh, na semina hizi tunatamani ziwe endelevu, na kwa sababu ni mpango ambao tumekuwa nao, kwa hiyo tutaendelea kuwa nazo kwa ajili ya kujengea uwezo ili kanisa liweze kufikia katika ubora na, kwa na viongozi walio bora na wanafanya kazi kwa ubora. Hii semina ilikuwa na masomo mangapi kwa ujumla wake? Semina hii ilikuwa na masomo matatu, ndio. Eh, somo la kwanza lilikuwa ni namna ya kutambua migogoro na kuishughulikia. Kutambua na kuishughulikia. Yes. Lakini somo la pili lilikuwa ni uongozi. Uongozi kwa ujumla, mm. Somo la tatu ilikuwa ni wajibu wa mashemas mm -hmm. Ukiju, ukiangalia hapa ilikuwa na ilikuwa ni package ya kuona kwamba viongozi wanajengewa uwezo wa kukabiliana na changamoto na kuinua ufahamu kwa ajili ya utumishi, kuinua ufalme wa Mungu. Amina. Nini wito wako kwa watu ambao wamekosa leo? Maana nimeona ulialika karibu kila kanisa kuwa kuja na watu 10 mm. kumi wengine wamekuja watatu, wengine wamekuja watano, wengine wamekuja mmoja. Nini ni wito wako kwa wale watu ambao wamekosa semina siku ya leo? Nina wasi wasipange kukosa wakati mwingine. Tunapokuwa na mipango ya kuitisha semina kama hivi, na hasa wachungaji wawe ni kipaumbele cha kwanza kabisa kuweza kuhimiza watu wao wafike hapa. Wewe ukiona mwenyewe masomo yaliyokuwa nafundishwa hapa ni manufaa kwa kanisa kukua, ni manufaa kwa mchungaji kuwezeshwa kufanya kazi vizuri. Sasa kama mchungaji amekosa leo, kuna upungufu mkubwa ambao ataupata kwa watu wake. Hawawezi kuwa bora kama wa, walivyonolewa wachungaji na wa viongozi waliofika siku ya leo. Kwa hiyo wito wangu, wakati mwingine Waliofika wasikose kufika tena wakati mwingine, lakini ambao hawajafika waweze kufika, kwa sababu hamkomoi ham mtu bali, unakomoa, unajikomoa mwenyewe. Amesema pe... <laughs> katika kujenga ufalme tunahitaji hmm, watu wote kushiriki kwenye semina hizi ambazo zinajenga uwezo kwa viongozi wetu wachungaji, eh, mashemasi, viongozi wa idara na watu mbalimbali kanisani. Nikiripoti kutoka hapa Mbeya, chimbo kula Mbeya, Tanzania, mimi Julius Mkapa, BCT Media. Amen, amen. Asante sana.